Tembea na Linda. Kata. Look at me, niangalia usoni. No, it's... No, we are no, done, Kenzo. Hayo, staki kuambia, si eva, 30, 30. Si uu, basi. Ndio nishakwambia simtaki kumuona Lulu nyumbani. Cha msingi tu mimi nitaanza kuwa naye bali tati tati. Naomba usaidie baba yangu. Siwezi. Sidhani kama huo mwenendo ambao tunakwenda sisi ni mzuri. Basi tuachane. No, no, no. Hivi una akili kweli wewe?

maskini mtoto mtoto watu mpole hana hata maneno eh? Kama nimekuuzi mimi, siungentukana mimi, kwa nini umeenda kumgusa mke nice wangu? No, Sirudi tena. utakuwa ni mwanamke wa design hiyo. Okay, mi sitaki tuongela hizi mambo tena, na sitaki umwambie mtu yoyote kama ulikuwa sero. Sitaki mtu yoyote ajue kwamba wewe ulikuwa na hili tatizo

hivi uliona hulu, hulu, tangazo au kuna bango lolote ambalo limebandikwa kwamba Sakina anatafuta mchomba? Au yaani ni bora tu mgeenda kwa wazazi wake hapa. naona akikanasijaa shamaji yangu mimi, nitaongea naye siku zote. Huyu huwa apendi heri, anapenda shali tu. Kwa hiyo Sakina taongea naye sanaa

ambacho katika endabachokelekatika unapopata time ya kufurahi furahi, mpaka ufike mwisho. Yani furahi mpaka uisi furaha yako imefika mwisho, kwa sababu maisha siku zote hayako fair. Fea hayakawi kunyang'anya furaha yako, you understand? a tu unaweza kukaa ukaamua tu wewe unakaa na furaha siku zote za maisha mm. zoteamaisha Kamai takupatia mfano mmoja. Siku ambayo unapata ajali, masaa machache nilikuwa bwana harusi, masaa machache nikaja nikawa msuluhishi, alafu masaa machache ni nikawa majeruhi. Sikuelewi yeah kabisa ile siku ambayo napata ajali mm. Wakati nafunga ndoa alikuja mchumba wa zamani wa bibi harusi wangu nivutizama, niliona mapenzi kati ya hawa wawili nikaona, kwa nini siwache, ni kwa nini siache mapenzi kati yao yaendelee. Nikawacha uh, ni wawane na ndoa yakanikuta ambayo anilivuta ndio. Ah, una moyo wa ajabu sana te kuniambia siku zote hizi tunakaa wote humu ndani, katika -ka maisha yako. Usijaribu kulazimisha mpenzi. Hakuna kitu kibaya kama kulazimisha hisia za mtu. Aidha kuna mawili uwe kama meniliva au na adeo yeah. na moyo wa ajabu mm -hmm. Unajua dunia ina mambo mengi sana ya ajabu ya kustajabisha ya kikweli. Daniel, sikutegemea kama naongeza kuwa na jambo kama hili honest. Unajua bwana, mazingira yanaweza akafanya ya mtu yoyote yule akafanya kitu chochote kile na wakati wowote ule. mazingira gani, Daniel, wewe yalikupelekea ukajiingiza huko Rebecca, kwa sababu umeniacha ndani umetoka nje na sioni reason, Rebecca, ya wewe kukutoa nje, Rebecca. Mtoto alikuwa amelala. Kwa hiyo mbona umwamshe ili utoke nje ukae na mtoto usikae tu na mimi, si ndio? I need time to spend with you, darling.

waa wa mtoto kama ivyakilia nifanye nini? niache kumbembeleza nikusikilize, wakati watu wawili tulikuwa tunataka kuwa wazazi. Mtoto anahitaji kula after every three hours, mtoto anakula, mtoto halali usiku, uko macho, nani si sini? Wewe wendo ungekuwa mstari wa mbele kunipa support na kunipa pole and, supporting, and having my back. Lakini wewe ndio wa kwanza sasa hivi unaanza tena kunipa malalamiko? No Rebecca. Rebecca, Daniel, you, really? I, I'm not blame you. you. you Seriously. I, didn't I, blame the thing didn't expect this from you. Where are you going? sasa? kwa nikawa sishinde nyumbani muda mwingi, nikawa nakaa dukani. Napokuwa Naisi alikuwa ananihudumia vizuri kiukweli, na nilijikuta nampenda sana. Sasa unafanyaje? ya hilo naliona na nakuona kabisa, umekwama na umekwama, sio kitoto, umekwama kikubwa, nakuona umekwama sana nya sasa, mimi kuliko kitu kingine chochote hata Anyway, na Kenzo mlijuana vipi? Namaanisha, ulifahamiana vipi na Kenzo mpaka mkawa wapenzi? Kwa ni hmm, alipokuja akaniambia nifungue kioo, lakini nilikuwa naogopa, ugopa sikuweza hata kufungua hiyo kioo cha gari wakieo akaniangalia, akaendelea kuondoka, akaniambia usimwamini mtu, basi akaondoka, aka aka aka <tis> <tis> mm, kama mimi ah akuntafuta mimi kaga kimeniona, kama kesho yake atanitafuta au la, lakini wapi, kwa sababu naye tayari alikuwa na namba yangu lakini Wala hakunitafuta hakukutafuta tena, hapana, hata hakunitafuta. Alafu hata baada ya siku kupita, mimi nikasema nimtafute, nampigia simu, ananiuliza wewe nani? Ina maana hata namba yangu yenyewe ilikuwa jesefu. Basi nikavutiwa naye sana, ndio from there tukaanza kwa karibu. Mna muda gani?

Naomba nimpeleke tu mimi mwenyewe kesho, afadhali manakesha mekaa kufanya kazi, sema tutapita ofisini drop, alafu ukitoka pia hospitali kuja kumwona Deo. Saizi namona yupo mzima kabisa, anatembea tembea, amekaa na chati. Hata mimi naona <laughs> ashapona mwenyewe anadai maana anaongea kwelikweli <laughs> okay. Nafikiri kesho wakimfanyia check up, uh, sidhani kama watagundua tatizo zaidi. Mwenyewe anadai kashapona, hata mimi naona, daktari, hilo ndo la muhimu. Ana maisha yake huko, akiwa akaendelea. Hata mimi nitafurahi kama madaktari wakili wakithibitisha uzima wake ajamisi dadi.

Kwa hiyo Grayson kukuita asubuhi asubuhi kote alienda tu kukuambia kwamba anaendelea kumtafuta mwali, ndio alichokuwa amekuitia asubuhi yote. Kwa nini? Nimeongea sentensi gani au neno gani ambalo linaweza likakufanya wewe, au limekufanya wewe uhisi kwamba mimi si? Kwa mini nimekuambia si?